Heshimia mke wako anajisogeza karibu yako, yani atake akuacha sababu mali napumua, lakini pumzi ikitoka ndani yako, Bude, yule yule mke wako atenda nalila, lakini anajua tuke, tunachunga tu, wapange mipango ya kwenda kumasisha. Bwana Yesu atusaidie, so siyaonaka wanasema, tunaenda zika huyu baba alikuwa na nyumba tatu, tukamata nyumba yake moya, tuende tunaenda na nyumba ya serike, kusudi kwa sababu tutumshike naye kule kwenye ataenda. Siyaonaka ulikuwa tajiri na unajulikana. Siyaonaka mtu banatia akari ya pesa nyuma, kusema mtu alikuwa na pesa sana hata dunia yote ni ya kupita. Pesa ulio nayo ni ya kupita, utajiri ulio nayo iko na mwisho. Ndugu yangu, nanisikia hata uko mali hapa, kila kitu ni ubatili vyote unavyo.